Imekuwa ni program ambayo tumekuwa tukiwafundisha mafundi mafunzo mbalimbali, namna ya utumiaji wa bidhaa zetu, lakini pia tumekuwa tukitoa zawadi mbalimbali kama kurudisha kwa mafundi. Tumeshuhudia ndani, tumetoa zawadi ya pikipiki moja, kati ya mafundi waliohudhuria amejishindia pikipiki, lakini kuna mafundi kumi wameweza kupata zawadi ya bima ya afya. Tunajua mafundi wanapata changamoto nyingi sana wanapokuwa site, especially kupata ajali kazini na vitu vingine kwa hiyo Magic Builders tumetoa bima kwa mafundi kumi, lakini pia kuna changamoto ya saiti. Fundi akiwa saiti hawezi kupiga picha nzuri akiwa saiti, kwa hiyo tumetoa zawadi ya simu. Mafundi watano wamejishindia simu janja. Sisi kama wafanyabiashara tunafata ule mnyororo wa thamani, kwa maana ya kwamba sisi ni kiwanda, ni wazalishaji, lakini tuna wateja ambao ni, ma, ni, ni watu wenye hardwares, lakini pia tuna mafundi ambao ndo, tunasema kwamba wao ndo wanafanya maamuzi ni bidhaa gani itumike. Kwa hiyo sisi kama Magic Builders tumekuwa tukiungwa mkono na mafundi. Kwa hiyo semina hizi tunazifanya ni kama kurudisha kwa jamii, ni kweli watapata mafunzo, lakini mwisho wa siku watapata zawadi mbalimbali. Kwa hiyo tumekuwa na utaratibu wa kurudisha kwa jamii kwa staili kama hii hapa ah, kwa kweli mapokeo au namna ambavyo wakazi wa Kigoma wametupokea, wametupokea kwa namna kubwa sana. Naweza nikasema hatukutarajia kuona mapokezi makubwa kama haya, na walikuwa wakitusubiri kwa hamu, kwani Magic Builders tumekuwa tukifanya semina hizi maeneo au mikoa mbalimbali, na wao wamekuwa wakiangalia kupitia mitandao yetu ya wa kijamii na wamekuwa wakikomenti katika peji zetu kwamba tunahitaji na Kigoma pia, mtuletee semina kama mnazofanya katika mikoa mingine. Kwa mapokeo ni mazuri sana na tumefurahi sana. Tumekuwa ni familia na tuko nyumbani Kigoma. Naitwa Good Luck, ni fundi ujenzi au fundi skimming. Uh, nashukuru sana kampuni ya Magic Builders kwa kutembelea mkoa wa Kigoma kwa ajili ya semina ya mafundi skimming wote. Mimi binafsi nimefaidika sana kwa mambo mengi sana kupitia semina hii, na naweza nikasema moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo nimefaidika navyo ni kupewa bima ya afya kama fundi. Hii naamini itanisaidia sana na itanisaidia pakubwa sana, kwa sababu kazi yangu wakati mwingine ni ya kwenda kuskima au kutengeneza kupaa juu kule, kupanda ngazi, kutengeneza na vitu vingine, pamoja na hivyo kwa hiyo, bima hii inaweza ikanisaidia popote pale kama kuna changamoto, naweza nikaipata iza za kuugua au kupata ajali katika kazi yote, hivyo ni vitu ambavyo vinatokea. Lakini kitu kikubwa na cha msingi sana ambacho napenda sana kushukuru kampuni hii ya Magic Builders ambacho imefanya ni kuwakumbuka mafundi ujenzi. Wametukumbuka kwa kiasi kikubwa sana.